Unatazama Uvira News TV. Asante kwa majina, naitwa Raimo Bin Mugulwa na ma bami bananjuwa ku jina ya fusu, ancien joueur wa vivi. Kwanza mwenye ametuwacha nana, kosoma bya Mungu, ni mwenye niliwahi kupokea mwekipe, sawa vile kade miniko ancien wake, na vraiment ta yote tulipita naye mu vivi

nao nid selo lakele twangalia, tutaongea ametuko na, tu tuta na wazi kama Mungu anatuwezesha ule mtoto wake mkubwa tumprende en charge sharge evieolege. Mimi naitwa Mitungi Kalunga Jili, ancien gardien wa Vivi. Nana alikuja kanikutana miye mwekipe ya Vivi pale na sie siku ziisha enda kwenda na kushakawia kawia wakuya walikuwa vijana Akakuwa desem gardien wangu, alikuwa desem gardien wangu bo, tukaenda naye, tulienda naaza kitu ya turu atatu ine kulige Bukavu. Alikuwa mchezaji mzuri bo, kutokana na kimaisha bo akaona hata endelea sana mukabumbu, akaenda bitu ya baveteran, ende vema bo ama na mm, sisi kesho tuko tunakucha kwaa, naenda ju wote ni in nji wote. Mimi naitwa Bernard Deana Chabu maarufu abwe. Uh, niko secretary executif wa tante urben ya Football ya Uvira bo. Mimi kwanza kwa binafsi, na uzuni ya kumpoteza Nana eh, kama vile kwanza kolegi wangu, sababu miye nilikuwa rekrite muvivi

Nana alikuwa analisha tu maisha yake ya ya, ya, ya football. Na leo Nana alifariki akiwa eh, veteran wa wa VC vet, uh, Falanga. Pia ambapo na mimi tena napatikana. Yaani yani, Nana kabisa alikuwa karibu sana kwangu kimpira. Eh, na hiyo tunahuzunika sisi, kama vile cercle attente eh, kuna kama centre sportif, mara mingi alikuwa anakiwa anatupatia mashauri kidogo kidogo, e si tu kama kwa mamach za mad za manini alikuwa nakua naye kuparticipe na kuleta naye ka, ka contribution kidogo par rapport ya experience yake kuantité. Ile njo uzuni tuko nayo ya kumpoteza yo ndugu yetu Nana. So, mimi ni, ni moko msafiri kwa jina maarufu Transit kwetu wa maika bukumbu yananako hapa Uvira iko mingi sana juu Nana kwanza, alikuwa garson mwenye anapenda kuongea na batu, anapenda kucheka sana munani ya football. Na Nana alifanya ma services za mingi sana muvivi, akafanya ma services za muzuri mu Epanza na pia mukiliba na pia alikuwa konseye mubatu, alikuwa konseye mubatu. Ni bia mingi tu kumtiako Nana. Weza kumbukia kwa Nana. Mimi ni mi, Mama Lusa Mbamwamba Victorine, mimi niko mi, mi, konseyer wa VC ko falanga kumbukumbu. Sisi tuna uzuni sana kwa kumpoteza gardien wetu Nana. Alikuwa mtoto mzuri, Nana alikuwa mutii, Nana alikuwa anafuata kila kitu kyote. Kwa hiyo tunamtakia mapumziko mema, sisi tulimpenda Mungu ndiye alimpenda kukuzidi sisi. Mimi ni Dr. Guilain Bilali, mimi apar kwa joueur. Nana ni mwenzetu, tulikuwa naye tuteza naye michezo ya utoto, na leo kama tunakuwa kumzika ni uzuni sana kwetu kama vile mwenzetu ndugu na joueur mwenzetu na veteran mwenzetu, yani ni masikitiko, anakufa kijana, kila mtu angependelea kumuona na anazeeka, lakini basi Mungu ndo anajua mambo yake na tuko hapa tunamshindikiza kwenye makao yake ya mwisho. Ndio ni shida leo, tunakuwa na wajueru walikuwa wajueru wengi wazuri, lakini hawakujifunza kazi za mikono. Lakini yeye kuwa hivyo alikuwa elektrisien mzuri, na tu watu walimuona kutembea na minani na ile mpando ya snail, tusa, na alikuwa na tabia nzuri sana, hakukuwa mtu wakwenda kukatakata moto ovyo

na kwawa mimi ka vile mambre pia wa komite ya vivi tuko pia hapa representer na un bon nombre ya membre wa komite. Tunamtakia mapumziko mema, ni njia sisi sote leo. Mimi naitwa kwa jina ya Jado Sumaili president wa Veteran Club Ami Uvira. Na uzuni sana juni kijana alikuwa shujaa, alikuwa, alikuwa mchangamushi sana, hata maklabu ya maveteran tukamo, kama mko na macho, alikuwa anawashiriki anawakaribia, na aliwahi kwenda na vivi sehemu za maliga huko antuka alikuwa na faulu kama sidanganyike, na huko matrofez alileta antuka. Tutarakia, tunamkumbuka kwa hiyo ambao alitutendea sirtusi. Alikuwa alikuwa gokipa wa, wa vivi. unatazama Uvira News TV asante.